Shirika la fedha la kimataifa IMF limepunguza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia kwa mwaka huu hadi asilimia 2.8 ambalo ni punguzo la asilimia 0.5 ikilinganishwa na makadirio ya mwezi Januari, na limeonya kuwa kuna ongezeko la hatari kwa udhibiti wa fedha duniani kutokana na sera mpya za ushuru zilizowekwa na Rais wa Marekani, Donald Trump. ili sasanga na taarifa ya kina Mchumi mkuu wa IMF, Pierre Olivier Gorinche, amesema mvurugiko katika minyororo ya usambazaji duniani unaosababishwa na mashaka kuhusu ongezeko la ushuru na mvutano wa kibiashara unaweza kuzidisha changamoto katika mazingira ya sasa ya kiuchumi. Kauli yake imekuja baada ya IMF kuchapisha ripoti mpya kuhusu mwelekeo wa kiuchumi wa dunia siku ya Jumanne, ikionyesha kupungua kwa makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia hadi asilimia 2.8 mwaka 2025, ikiwa ni punguzo la alama 0.5 kutoka makadirio ya mwezi Januari. Na kuporomoka zaidi hadi asilimia tatu nukta sifuri kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita kutokana na hali ya kutoeleweka kuhusu ushuru na uhusiano wa kibiashara. Matatizo katika minyororo ya usambazaji yanaweza kuwa makubwa zaidi. Huwezi kuwa na uhakika kama wasambazaji wako bado watakuwepo, wala kama wateja wako wataendelea kununua bidhaa. Inawezekana kabisa ukalazimika kubadilisha njia nzima ya kusambaza bidhaa zako. Hii inaongeza mkanganyiko zaidi katika hali ambayo sure. Uh, uh, marekebisho hayo ya kushuka kwa ukuaji wa uchumi yamekuja baada ya, ya Marekani kutangaza ushuru mkubwa wa kulipiza kisasi tarehe 2 Aprili, hali iliyosababisha viwango vya ushuru duniani kufikia kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha karne moja. Ripoti hiyo inasema hali hii ni pigo kubwa kwa ukuaji wa uchumi wa dunia. Nchi zilizoendelea zinakabiliwa na changamoto kubwa zaidi na zinatarajiwa kushuhudia ukuaji wa asilimia 1.4 2025 na asilimia moja nukta tano mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Marekani imeathirika zaidi kwani makadirio yake ya ukuaji kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano yamepungua kwa alama sifuri nukta tisa hadi asilimia moja nukta nane kutokana na hali ya kutoeleweka katika sera mvutano mkali wa kibiashara na kushuka kwa mahitaji ya ndani. IMF inatarajia kuwa washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani kama vile Mexico, Canada na China wote wataathirika vibaya na ushuru uliowekwa na utawala wa Trump. China ambayo ni nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani inakadiriwa kuona ukuaji wa uchumi wake ukishuka hadi asilimia 4 nukta sifuri mwaka huu kutoka asilimia 5 nukta sifuri mwaka 2024 huku ongezeko la matumizi ya serikali likishindwa kufidia athari za ushuru mpya. Ripoti hiyo inaonya kuwa iwapo mvutano wa kibiashara utaendelea kuongezeka, ukuaji wa uchumi wa dunia unaweza kushuka zaidi na kusababisha mtikisiko mkubwa katika masoko ya fedha. IMF imezitaka nchi kuimarisha mazungumzo, kutuliza sera za kibiashara na kulinda uhuru wa sera za fedha ili kuimarisha uimara wa uchumi wa dunia na kuzuia hatari ambazo zinaweza kusababisha hali isiyoweza kudhibitika.